Tumefanikiwa kuwapa wakulima elimu ya matumizi sahihi ya viatilifu. Pia tumefanikiwa kuwapa wakulima elimu ya matumizi ya fedha. Tunashukuru hii elimu wameipokea na wanaifanyia kazi ipasavyo. Kwa majina, naitwa Benadeta Francis Leandi, ni afisa kilimo kutoka bodi ya korosho katika mpango wa BBT Building Better Tomorrow, halmashauri ya mji na nyamba binafsi, naishukuru serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassani, Waziri wa Kilimo, na viongozi wetu wa bodi ya korosho kwa kutuwezesha vijana kuingia katika mpango huu wa BBT pia tungeomba mpango huu wa BBT uendelee kwa sababu umetusaidia sisi vijana katika kutatua changamoto za ajira. Tumefanikiwa kuwapa wakulima elimu ya matumizi sahihi ya viatilifu, pia tumefanikiwa kuwapa wakulima elimu ya matumizi ya fedha. Wakulima wamepokea vizuri elimu tunaowapa, kwa sababu hata ukiangalia mandhari ya shamba ambalo umetembelea leo, tulivyoanza kuwapa elimu ya kuupogolea mikorosho pia elimu ya kufanya usafi mashambani kabla ya kupuliza, ili maopareta waweze kupita kwa urahisi na tumefanikiwa, maana wakulima waliitikia wito, na pia kwenye mikutano waliitika wakapata hiyo elimu na tumefanikiwa kuwatembelea wengine mashambani. Kwa majina, naitwa Chaka Juma, ni afisa kilimo kutoka Bodi ya Korosho CBT. Wakulima tunashukuru kwa kiasi kikubwa, elimu tumetoa lakini wanaendelea kuipokea taratibu taratibu, hususan elimu ya matumizi ya fedha, lakini elimu ya matumizi ya pembejeo kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kuwapa elimu na wameipokea kwa uzuri zaidi. Tulianza kuwapa elimu wakulima kwa pamoja katika vijiji vyote saba katika kata ya Mtiniko, lakini pia tulitoa elimu kwa maopereta yaani waende wapuliziaji wa mikorosho. Kwa hiyo tunashukuru hii elimu wameipokea na wanaifanyia kazi ipasavyo. Binafsi naishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi vijana kuingia katika mpango wa BBT, yaani Building Better Tomorrow. Lakini sambamba namshukuru pia Mheshimiwa Waziri kwa kutupambania vijana kuweza kuingia katika mpango huu wa BBT. Pamoja na hayo naishukuru sana sana Bodi ya Korosho kwa kutuwezesha vijana kuingia katika mpango huu wa BBT chini ya zao la Korosho.